Vyovyote vile, pengine, taarifa ya awali kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam umefungiwa, uliwashtua mashabiki wa Simba, uliwashtua wa Tanzania wanaoitakia mema timu hiyo inayowakilisha nchi katika michuano ya CAF, ikishiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Simba iko katika hatua ya robo fainali. Simba inatarajiwa kucheza dhidi ya Al Masry ya kule nchini Misri katika mechi mbili za hatua ya robo fainali ambapo mshindi wa jumla ndiye atakayekwenda hatua ya nusu fainali ambapo mechi ya kwanza itachezwa kule nchini Misri lakini ya pili inatarajiwa kuchezwa nyumbani kwa Simba ambako ni uwanja Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Sasa taarifa kwamba uwanja huo umefungiwa ndizo zilishtua kwa sababu maana yake ni nini? Maana yake Simba ingetakiwa kufanya kazi ya ziada kutambulisha uwanja mwingine kuutumia kama wa nyumbani, jambo ambalo kwa vyovyote vile lingetia shaka kidogo kwa sababu hucheza nyumbani kwa Mkapa ambako huwa wapinzani na hasa wanaotoka katika nchi za ukanda wa kaskazini ule ukanda wa Yunaf, ule ambao wenyewe wanaita Ittihad Shamal al-Farqiyya liqurat al -qadam, kwa maana kwamba baraza la vyama vya soka kaskazini mwa Afrika sisi huku tunaita Sekafa, wao wanaita Yunaf. Ni kwamba wakifika kwa Mkapa kwenye mechi za Simba huwa wanapata tabu sana, na hilo limethibitishwa na Simba katika mechi za msimu huu za CAF, safari yake mpaka kufika hatua ya robo fainali imekutana tayari na timu tatu kutoka ukanda ule wa kaskazini, kwenye timu ngumu za Kiarabu. Lakini wote walipofika kwa Mkapa, hakuna hata aliyeambulia sare. Katika msimu wa 2024-2025 tunakumbuka vizuri kwamba waliofika na kuhudhurika ni pamoja na CS Sfaxien, Sfaxien ya Tunisia ilifika ikiwa na Simba katika hatua ya makundi ikafungwa moja bila. Ilifika CS Constantine, CS Constantine, eh? CS Constantine, hii ni ya Algeria nayo ilikuwa na Simba katika hatua ya makundi kwa Mkapa ikafa mbili bila. Lakini katika hatua ile ya playoff, ili kuingia hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho msimu huu Simba ilicheza dhidi ya Al Ahli Tripoli yakina, eh, Mabululu. Hii ni ya Libya ilipofika kwa Mkapa baada ya suluhu kule kwao nchini Libya kwa mkapa ikafa tatu moja. Kwa hiyo matarajio ni kwamba awa Al Masry kutoka katika ligi kuu ya Misri, wakitua nchini kucheza mechi yao hiyo ya robo finali dhidi ya Mnyama Simba wataungana tu na wenzao katika kupokea vichapo. Labda tofauti ni idadi ya mabao. Ndio, ni mechi ambayo inatazamiwa kuwa na ushindani mkali sana kwa sababu ni ya robo finali. Ni mechi ambayo Simba wanacheza na miongoni mwa timu zinazofanya vizuri sana katika ligi kuu ya Misri nchi. Hivi sasa lakini Mnyama Simba kwa Mkapa, kwa mwenendo huu, matarajio ni kwamba watafanya vizuri. Sasa kusikia kwamba uwanja umefungiwa, mm, shaka lazima iwepo kidogo, lakini taarifa njema ni kwamba serikali kupitia katibu mkuu wa wizara inayoshughulikia michezo Gerson Msigu amewahakikishia umma wa Tanzania kwamba uwanja wa Mkapa uko vizuri, uko tayari, na ikibidi maafisa wa CAF wakitaka, hata leo hii au hata kesho, wakitua na kufanyia ukaguzi, anaamini utapitishwa na hivyo kuna uwezekano mkubwa Simba wakanufaika na haki yao ya kucheza nyumbani kwa kucheza kwa Mkapa. Katika maelezo yake, Msigwa alieleza wazi kwamba kilichouponza uwanja wa Mkapa hata ukafungiwa ni kwamba ulipofanyiwa ukaguzi na maafisa wa CAF kuna baadhi ya mambo yalikuwa hayako sawa kwenye eneo la kuchezea. Ndiyo, hata vifaa kwa ajili ya kurekebisha uwanja uwe katika viwango bora vile vinavyoridhiwa na CAF vilikuwa bado havijafika. Lakini sasa vifaa hivyo vimefika, wakati maafisa wa CAF tayari wameshapeleka ripoti inayoonyesha uwanja wa Mkapa kwenye eneo la kuchezea una kasoro kidogo. Lakini sasa Msigo amethibitisha kwamba kasoro hizo hazipo tena. Vifaa kwa ajili ya kufanya muda wote uwe katika viwango bora vipo vya kutosha, kwa sababu vimewasili tayari kutoka vilikokuwa huko nchini China. Na kwa lugha nyingine, labda kuwe na sababu nyingine, lakini kama ni eneo la kuchezea, ni dhahiri kwamba Simba uhakika hiyo siku itakapofika mwezi wa nne kucheza mechi ya raundi ya mzunguko ya marudiano ya marudiano, sorry, ya marudiano ya robo fainali dhidi ya Al Masry bila shaka itapigwa kwa Mkapa, na hivyo Watanzania wajiandae tu kwenda kuiunga mkono kwa kujitokeza kwa wingi wakati mechi hiyo itakapowadia, ili kuishangilia na hatimaye vijana wa kocha Fadlu Davids wawape raha Watanzania, washinde na hatimaye kusonga mbele kwa hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo kwa Mkapa bila shaka ni machinjio ambayo yako tayari kwa ajili ya Almasri. Alimradi tu maafisa wa CAF wakifika nchini, basi uwanja huo utapitishwa, kwa sababu eneo la kuchezea liko fiti kama ambavyo baadhi ya picha zimezunguka zikionyesha namna hali ilivyo hivi sasa. Excellent mahala pa kuchezea. Lakini hawa Almasri, si vibaya kujikumbusha kwamba kwenye makaratasi inaonyesha Simba ni wakitulia wakiendeleza kile ambacho wameshakionyesha mpaka sasa katika michuano ya CAF na ligi kuu Tanzania bara, ni dhahiri kwamba Al Masry kwa Mkapa kweli itakuwa machinjio yao, yumla, Simba, na matukio ya jumla Simba yatenufaisha na kuwapa furaha wa Tanzania na sisitiza kwenye makaratasi, kwa sababu kwenye dakika tisini za kila mechi, kwa maana dakika 180 ile tukachezwa Misri mechi ya kwanza na marudiano kwa Mkapa, kama itachezwa kwa Mkapa kama inavyotazamiwa kutokana na hali nzuri ya uwanja iliyopo sasa ndha kwamba Simba ina nafasi kubwa ya kusonga mbele. Iko vipi hii a mpaka inatinga hatua hatuarbfainali kwenye kundi lake? Kwa mfano yenyewe ilimaliza ikiwa ya pili ikiwa na pointi ngapi? Point tisa, baada ya kucheza mechi sita za hatua ya kundi lao, lakini kwenye mabao ilikuwa imefunga eh, Almasri kwenye kundi lao imefunga mabao mabao saba imeruhusu mabao manne katika mechi sita ilizocheza. Nadhani inaeleka vizuri. Lakini Simba kama unataka kulinganisha hapa mnyama Simba, Simba wamefuzu kwa kuwa na pointi kumi na tatu kutoka katika kundi lao la A. Hey, mabao Simba ikiwa imefunga mabao nane na kuruhusu manne. Unaweza kaona, hiyo haitoshi. Lakini ukienda kwenye small small details, hawa Al Masry umiliki uh, mini upigaji pasi kwa mfano Almasri, kwa mechi sita, wamepiga passes passes eh, pasi 2309 zilizofika zikiwa pasi 1884, na lakini Simba Simba kwenye eneo la pasi imepiga pasi 2798. Yes. na zilizofika ni pasi 2286. Kwa hiyo wao ukiangalia juu ya namna ya kumiliki mpira uwanjani pigiana pasi Simba, si inaonekana iko juu kwa pasi za jumla na pasi zinazofika, lakini ukienda mbali zaidi, labda uangalie kwenye mashuti. Kwa mfano hawa Al Masry ambao bila shaka baadaye tutajadili vizuri kwa kina zaidi kadri siku zinavyokaribia, ikiwamo mchezaji mmoja mmoja uimara wao na udhaifu. Lakini kwenye mashuti tu kwa mfano, Al Masry walipiga mashuti eh, shots walipiga mashuti 77. Katika haya mashuti 77 yaliyolenga lango ni mashuti 29 halafu ndo wakafunga yale mabao saba, lakini wao wamepigiwa mashuti hamsini, yaliyolenga lango ni mashuti 16 wakaruhusu mabao manne. Wao wamefunga mabao saba, na katika mabao yote saba waliofunga, manne ni ya miguu kulia, mawili ya vichwa, moja la mguu wa kushoto, na mabao yote saba wameyafunga ndani ya box, kwa sababu katika mashuti 77 waliopiga sitini wameyapiga ndani ya box kwa lugha nyingine asilimia sabini na nane eh, ya mashuti yao wanayapiga kutokea ndani ya box. Asilimia sabini na nane ni mashuti asilimia ishirini na mbili tu, kwa maana mashuti kumi na saba ndio wanaweza kupiga nje ya box. Kwa hiyo hii ni tabia yao, tutaendelea kuijadili kwa kina, lakini ni dhahiri kwamba kwa ukiangalia small, small details hizi nazozitaja ni kwamba Simba waonekana kwenye makaratasi wako juu zaidi, lakini kwenye ligi je ligi kuu ya Misri ndo ligi namba moja kwa ubora barani Afrika, kwa sababu ligi kuu ya Misri, utaratibu wao msimu huu ni kwamba katika zile timu 18 na kwenye ligi kuu ya Misri, baada ya hapo, tisa za juu zinaenda kucheza playoff kwa ajili ya kumpata mshindi, kwa maana bingwa ligi kuu na wawakilishi wa michuano mbalimbali ya CAF. Lakini tisa za chini zinakwenda kupambana ili kupata timu zitakazoteremka daraja. Sasa Al Masry ipo katika zile tisa za juu zinazowania ubingwa. Hivi sasa iko katika nafasi ya nne kwenye msimamo. Ndio, nafasi ya nne ikiwa imecheza mechi 17, mechi 17, eh, 27 I mean 17 games, mechi 17. Katika mechi hizi, batuke yake ina pointi 30 thelathini, badala ya kuwa na pointi hamsini na moja kwa sababu mechi kumi na saba kumi na saba mara tatu kushinda zote unapata pointi hamsini na moja Lakini wao wana pointi thelathini Ukizidisha kwa mia moja ili kujua kiwango chao cha ufanisi, hapa utagundua ni araund asilimia hamsini na tisa ndio performance yao. Lakini Simba katika ligi kuu Tanzania Bara, ligi namba sita kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa kafu, ni kwamba Simba imeshacheza mechi ishirini na moja ilipaswa kuwa na pointi sitini na tatu lakini tunafahamu vizuri Simba ina pointi 54. 54 katika pointi 63 zilizopaswa kuwa nazo, ukizidisha kwa 100, ukikokotoa vizuri hapa pointi 54 kati ya pointi 63 unagundua ni around asilimia 86. Sasa asilimia 86 za Simba performance kwenye ligi yake kulinganisha na performance ya asilimia 59 ya Al Masry kwenye ligi yake kwenye mabao Simba tunajua ndio timu yenye ukuta bora zaidi katika ligi kuu Tanzania bara. Mechi 21 imeruhusu goli nane. Lakini Almasri katika mechi hizi 17, mabao waliofunga ni mabao 19, wameruhusu mabao 11 katika mechi 17. Bado ni viashiria kwamba Simba iko na matokeo mazuri zaidi, viwango bora zaidi kulinganisha na Almasri. Lakini kikubwa tuone uwanjani itakapokuwa. Msisitizo kama kwa Mkapa uko vile ulivyoonekana leo hii na maelezo kutoka kwa katibu mkuu wa wizara ni dhahiri kwamba mechi hiyo itachezwa kwenye uwanja wa Mkapa, kwa sababu CAF watakapokuja tena kukagua wataruhusu. Na hilo likitokea, Almasri sidhani kama wanaweza kutoka. Hakika ni machinjio kwao. Watapata pumzi ya moto kwa kundi la Msimbazi Simba, kama lilivyokuta Al Ahli Tripoli, kama lilivyokuta Ses Constantine, kama lilivyokuta Ses Faction. Cha muhimu, Watanzania kuendelea kuiunga mkono Simba inayopeperusha bendera ya Tanzania, wana wana Simba kuwa pamoja na klabu yao kuelekea mechi hiyo lakini kutoichukulia poa Al Masry, maandalizi yaende kwa kiwango cha juu kuhakikisha kama walivyofanya huko walikotoka basi mechi hii wanafanya kweli uwanjani ili kupata matokeo chanya kama ilivyokuwa siku zote wanapokutana na timu kutoka Afrika ya Kaskazini. Wakutanapo kwenye uwanja wa Mkapa, nini kitakachojiri? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una